Sasa kule Marekani, rais wa Marekani Donald Trump amechukua uamuzi wa kusitisha misaada yote ya Marekani kwa Ukrain, ambayo ni pigo kubwa, na sio tu kwa Kyiv pekee bali pia kwa washirika Ulaya ambao wamekuwa wakishawishi utawala wa Marekani kuendelea kuwaunga mkono. Marekani imesitisha msaada wake wa kijeshi kwa Ukraine. Hivyo kama Ulaya na nchi zingine zitaziba pengo la ufadhili wa vifaa kwa haraka, basi kila moja atalazimika kutoa mara mbili ya kiwango chake cha sasa cha msaada. Bana, ina maana kwamba kama Marekani wataamua kujitoa mazima kama wafadhili ama sehemu ya ufadhili wa vita vya Ukraine, ina maana kwamba wale wafadhili wengine ambao walikuokuwa wakisaidiana na Marekani itabidi basi na wenyewe watoe msaada wao mara mbili zaidi. nataka nikueleze ndio uelewe kwa nini nasema hivi. Iko hivi, iko katika misaada yote ambayo Ukraine huwa inapokea, unaniambia kwamba Marekani inachangia asilimia 49, alafu asilimia 51 iliyobaki ni wale wafadhili wengine. Iko hivi, katika asilimia mia moja ya misaada ambayo Ukraine huwa inapokea, unaniambia kwamba dola bilioni 67 huwa zinatoka Marekani, na hizo zinasimamia takriban asilimia 49 ya msaada ambao Ukraine wanapokea, lakini wengine pia wanatoa dola bilioni 69 ambazo ni takriban asilimia 51. Lakini pia kuhusu vifaa, Marekani ilitoa virusha roketi 39 vya HIMARS kwa Ukraine, huku nchi za Ulaya kwa pamoja zikitoa mifumo 43 kama hiyo tu. Ulaya pia itahitaji kutafuta njia mbadala za makombora ya masafa marefu ya ATACMS yaliyotolewa na Washington, ambayo amekuwa muhimu kwa jeshi la Ukrain. Marekani imeipa Ukrain zaidi ya duru milioni 4.5 za mizinga, lakini hapo awali umoja wa Ulaya walishindwa lengo lao la kutuma milioni moja tu. Marekani ndio mfadhili mkubwa wa pekee wa NATO ikichukua asilimia 64 ya bajeti ya shirika hilo mwaka wa 2024. Ikiwa itapunguza au hata kumaliza hadi yake kab kabisa kutakuwa na athari kubwa hata kama nchi za Ulaya zikiahidi kuongeza matumizi yao. Sasa unahisi kabisa kwamba Marekani akijiondoa, vita vya Ukraini vitawashinda? I don't know. Drop kwenye comment section. Hii hapa ni Rama K Online.